Hakuna CCM endelevu isiyokuwa na vijana, haipo. Hakuna CCM endelevu lazima iwe imejengwa na imewajenga vijana ambao watachukua nafasi ya watu wazima ambao wanaendesha CCM, kama sisi tulivyokuwa vijana tukachukua kutoka kwa wazee waliotutangulia. Kwa hiyo nawapongeza na watia moyo vijana, hayo mliyoambiwa ya kuchukua fomu mgombee, mimi nawaunga mkono, maana hata waliopo nao walikuwa vijana, nao waligombea, hawakugombea peke yao, wanagombea na wengine, si ndio? E, na mwaka huu tumesema hakuna kupita bila kupingwa. Kwa hiyo wote, hata nyie waheshimiwa bunge mjiandae kupingwa, maana tumekubaliana tujiandae kupingwa kwa sababu hakuna mtu atakayepita bila nini? Hakuna tena ndani ya CCM, hakuna kabisa. Tumekubaliana kila kiti kitakuwa na watu wangapi watakaotokana na wengi watakaojitokeza. Kwa hiyo gombeeni, nafasi ziko Hey, msije mkasema eh, hey, nikigombea kashe Kenya atanionaje? Kasekenya aligombea naye na, hey, na muda wake umefanya nini? Kwa hiyo hata nafasi ya kashe Kenya iko wazi ila yeye anataka kuitetea si ndio? Yeah. Basi njoo, kama unataka kumsindikiza sawa sawa, kama unataka kumshinda umejiandaa sawa sawa kamu... <laughs> <laughs> kamu Hakuna kiti ambacho kina kiko wazi. Kiti ambacho nafasi ya peke yake ambayo haigombewi sasa ndani ya chama ni ya urais peke yake, kwa sababu kule tumekutana kwenye mkutano mkuu maalum na wote walioko hapa walikuwepo, tukakubaliana kwamba kwa kazi nzuri aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan tunampa nafasi ya miaka mingapi? Kwa hiyo Samia, hebu turudie Samia. Kwa hiyo wote, hata nyie waheshimiwa wabunge, mjiandae kupingwa maana tumekubaliana. <laughs> Tujiandae kupingwa kwa sababu hakuna mtu atakayepita bila nini? Hakuna tena ndani ya CCM hakuna kabisa. Tumekubaliana kila kiti kitakuwa na watu wangapi, watakaotokana na wengi watakaojitokeza. Kwa hiyo gombeeni.